Ni programu tumizi ambayo ameipa jina la Mkulima AI na ameiunda kwa kutumia akili mnemba. Ubunifu huu umelenga kumsaidia mkulima kufanya utambuzi wa magonjwa, bei ya masoko, uchambuzi wa udongo, tahadhari za hali ya hewa, mbinu za kuhifadhi mazao pamoja na namna ya kusindika bila kutumia bando. Limelenga wakulima wadogo, hasa wa vijijini na wa mbogamboga, kwa sababu ripoti zinaonyesha kwamba asilimia sabini na tisa wa, ya wakulima wadogo wa toka Tanzania ni wa mboga, mboga. Na tutu, tumeshuhudia tukipokea tutu, tutu, mabadiliko mengi sana ya tabia nchi ambayo yanasababisha magonjwa mengi sana hasa kwenye ma, mazao ya mboga mboga. Kwa sasa ubunifu huu umefikia asilimia tisini na tano na upo katika hatua ya majaribio ha. Kwa sasa aplikesheni hii ya mkulima AI inafanya kazi kwenye mazao sita ikiwemo vitunguu, nyanya, pilipili, pili hoho, kabeji pamoja na strawberry. Na Nanyaro anasema anaamini ubunifu wake ukikamilika utaleta mapinduzi kwa wakulima hasa wa vijijini. Naweza kusema na, na, haya ni mapinduzi makubwa sana ya, ya, ya, ya, ya, ya teknolojia kutokea hapa Tanzania. Anaona mbali kama application ya kwanza kutokea Tanzania duniani kufanya kazi offline, lakini kwa accuracy na ubora mkubwa. Anasema zipo changamoto anazopitia na endapo zitapatiwa uvumbuzi wa haraka itasaidia kutimiza malengo yake. Hii ni, ni, ni part ya research, research inahitaji financial support sana kwa sababu nina, nina, nina maono au nina mpango wa kuzunguka mikoa kama nane ya Tanzania kuweza kuitangaza kwa maana ya kuilaunch, lakini pili, kuwaweza kuwaelekeza mkulima ikiwezekana, mmoja mmoja kwamba hiki ni nini? Eliya Zefania ni mkulima wa kwanza ambaye ameanza kunufaika na ubunifu huu. ni katika wakati ambao nilikuwa nasumbuliwa na utatuzi wa magonjwa katika mazao yangu, haswa katika zao la pilipili. Kwa hiyo wakati hii hapo inanifikia, ilinifikia wakati sahihi ambako kuna ugonjwa ulikuwa nanitatiza kwenye pilipili na, pili pili na sikujua kwamba ni ugonjwa gani na ni namna gani ya kutatua, kwa sababu nilihangaika nao kwa muda mrefu. Nilijaribu kupiga dawa nyingi. Kwa kutumia akili mnemba au artificial intelligence, hapo hii namruhusu mkulima kupiga picha ya mmea wake na kupata majibu ya ugonjwa pamoja na ushauri wa kitaalamu wa tiba yote kwa lugha ya Kiswahili bila kulipia chochote. Teresia Mwanga,